Kwa majina naitwa Misana Nyabange Jeremia, ni katibu wa chama cha wachimbaji mkoa wa Geita. Kwa vibe hili mnaoliona leo, naomba niwaalike wachimbaji wote ndani ya mkoa wa Geita kujipanga, kuhudhuria, usipange kukosa hapo mnada wa zamani wa ng'ombe. Sisi watu wachimbaji tumeamua kuandaa kurudisha shukrani kwa wachimbaji na jamaa zetu ambao tunafanya shughuli hizi kwa maana ya watoa huduma kama bodaboda, mamantilie, wote tuhudhurie hapo kwa ajili ya vibe lakini lengo kubwa ni kumshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa mambo no anayotufanyia. Kama wachimbaji, mmeona tumetengeneza tume, tumejiorganize lemazi zinasikilizwa. Sasa hivi sheria zinatungwa, tunashirikishwa na sasa, tunakwenda tuna kubadilisha sheria ya technical support, badala ya kuwa tunapata asilimia ndogo 16 15, tunakwenda kupata asilimia 30 kwenda juu mitano tena, kwa masamia lakini mbali na hilo wachimbaji wa mkoa wa Geita, naomba niwatangazie leo, mwaka 20, 24, zaidi ni mkoa, iyo, wa fedha 2024 2025 tumekwenda kuwa kinara, tumekusanya zaidi ya bilioni 249 kama mkoa, hakuna mwingine anayetufuata nyuma. Kwa hiyo wachimbaji wa mkoa wa Geita, tembea kifua mbele, andaa mwendo wa kwenda kula nyama tarehe tisa. Tutakuepo hapo, njoo tuseme mazuri ya mama Samia, njoo tuseme mazuri ya Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, njoo tuseme mazuri ya Katibu Mkuu wetu wa... Injinia Yahaya Samamba, mtakaa, tutazungumza, tutasema. Kutakuwa na mashindano ya kula nyama, kutakuwa na mashindano ya pikipiki, wasanii wa kutosha. Naomba siku hiyo usipange kukosa.